na delivery ya 20 kg semi automatic washing machine ya mteja wetu Datvat kuelekea Arusha. Na hapa tupo tunafanya majaribio kuhakikisha bidhaa zetu ambazo tunasafirisha kuelekea mikoani tayari ziwe tested ili kuepusha changamoto ama usumbufu wote ambao unaweza kujitokeza. Lakini pia mteja wetu amechukua na hii product yetu nyingine ya garment steamer ambuke nayo na pia tutamfanyia packaging, tutamwingizia huko ndani ili uwe mzigo mmoja na mzigo wake uweze kusafiri vizuri bila shida wala changamoto yote. Mashine yetu ni semi automatic. Kama utafanya installation ya water system, unaweza ukaitumia full automatic ikawa inafanya kila kitu yenyewe, lakini ikitokea maji yamekatika, unaweza ukamimina kwa ndoo ukaitumia kama manual. Kumbuka kwamba tupo kwenye msimu wa ofa na ofa yetu ilianza tarehe 16 Disemba 2025 na itaisha tarehe 16 Januari 2026. Ofa yetu imekaa kwa muundo huu hapa, ukinunua kilogramu 20 pamoja na pasi ya mvuke ambayo ni garment steamer au ukinunua kilogramu 27 pamoja na pasi ya mvuke, bidhaa zote mbili kwa pamoja utapatiwa gharama ya usafirishaji ni bure, yani free deliver popote pale Tanzania. Gharama ya usafirishaji ni juu ya kampuni yetu, lakini not, ukinunua bidhaa hizo mbili kwa pamoja ndiyo unapatiwa free deliver kwa mashine mbili tu: kilogramu 20 pamoja na pasi ya mvuke, au kilogramu 27 pamoja na pasi ya mvuke free deliver. popote pale Tanzania. Asante sana, tajili, kwa kuchagua Lifetime Store. Karibu tena.